Kwingineko, dhuluma za kijinsia dhidi ya wanawake na wasichana zimeendelea kuongezeka kutoka waathiriwa 550 hadi 570 kati ya mwaka 2023 hadi 2024 humu nchini. Haya ni kwa mujibu wa kamati iliyoundwa na Rais Ruto iliyozuru kaunti ya Kirinyaga kuchukua maoni ya wananchi kuhusu mbinu za kukabiliana na janga hili. Kulingana na Antony Nzioki, mmoja wa wanaharakati, wanaume pia wamekuwa wakidhulumiwa ila hawasemi tumekuwa hapa leo tumesikiza wananchi na hapa Kirinyaga wananchi wamekuwa na wamechangia sana wamechangia sana sana kwa wakiwa huru kwa sababu eh, wame, wameleta mambo na ijapo eh, tutakuwa tunatoa eh, maoni ambayo ni national hapa, wamekubali ya kwamba kweli mambo ya gender-based violence ipo na si kwa wanawake peke yake, ni gender zote wanaume kwa wanawake wa, wa, wa, ya kwanza ningetaka kushukuru eh, rais kwa sababu alionelea ni vizuri akaonelea apate hii task force iende kila mahali, ndio tuweze kujua kule katika jamii kule kwa society ni nini hiyo inasababisha hizi eh, tambia za kiunyama eh, naweza penda kushukuru watu wa Kirinyaga watu wa Kirinyaga wamejitokeza sana sana, kwa hivyo ni kumaanisha hizi zi, vitu ziko kule kwa jamii, lakini kwa sababu wengine wanaogopa na pia wanakuwa stigmatized. E, mimi nikakuwa mstari wa mbele nikasema nikuwe champion.